Shalom. Sasa leo nimekuletea ndoto kubwa tano ambazo ndoto hizi utakapoziota ujue kwamba unakaribia kuolewa. Yaani wewe kama mwanamke ukiziota ndoto hizi basi ujue siku zako za kuolewa zimekaribia sana. Na ndoto hizi ni ndoto za furaha sana. Yawezekana umekuwa ukimomba Mungu kwa muda mrefu. Ya kwamba Mungu, ninaomba unipe ndoa. Mungu, ninaomba unipe mchumba. Mungu, ninaomba unipe mtu ambaye ni sahihi. Mungu, ninakuomba huyu mwanaume ambaye niko naye kwenye mahusiano aweze kunioa kwa haraka. Na uenda mwanaume huyu amekuwa akikupiga kalenda. Ama uenda mwanaume amekuwa akikwambia kwamba nitakuoa mwaka ujao, mwaka ujao lakini bado hajakuoa. Na ndoto hizi huwa zinamaanisha kwamba ndoa ya mtu iko karibu sana kuliko vile ambavyo anafikiri yeye, na imebaki kidogo tu iweze kwenda kutimia, imebaki kidogo tu iweze kwenda kufanyika. So mwanamke huyu anapoota ndoto hizi, kuna baadhi ya mambo fulani fulani ambayo anatakiwa kuyafanya, ili ndoto hizi ziweze kutimia. Na ndio maana nakwambia kwamba baki mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwisho wa video hii itakwenda kuonyesha kwamba kama umeota ndoto hizi tano ambazo nitakutajia siku ya leo, ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya, ili ndoto hizi ziweze kwenda kutimia kwenye maisha yako, kwa sababu shida sio kuota. Wengi mnaweza kuota ndoto hizi ambazo nitawatajia leo, lakini kwa nini? kwa sababu huenda kuna baadhi ya vitu ambavyo haujavifanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndio maana nimekuambia ka mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwisho wa video hii nitakuonyesha kwamba ni kitu gani ambacho natakiwa kufanya ili kufanya hizi baraka ndoa iweze kuja kutimia kwenye maisha yako. Sasa ninapoanza kuonyesha ndoto hizi, kama bado haujasubscribe channel yetu, basi unaweza ukasubscribe muda huu, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Sasa ndoto ya kwanza ni kuota unafunga harusi au ndoa na mtu unayemjua ama usiyemjua. Sasa ndoto hizi zinamaanisha nini? Ukiota unafunga ndoa na mtu unayemjua, huenda unafunga ndoa na boyfriend wako au unafunga ndoa na mwanaume ambaye umekisha kuzaa naye. Hii inamaanisha kwamba kama ni boyfriend wako ambaye umemwona kwenye ndoto, namaana huyo mwanaume ambaye umemwona kwenye ndoto ndo huyo huyo mwanaume ambaye utakwenda kufunga naye ndoa. Ama wengine wanaota wanafunga ndoa na watu wasiowajua wa inamaanisha kwamba kuna mwanaume atakayekuja kukuoa siku chache zijazo usoni, lakini mwanaume huyo sio mwanaume ambaye unamjua sasa hivi. Inawezekana huyo mwanaume ambaye anakuja kukuoa bado haujakutana naye, ama ni mwanaume ambaye bado hamjaweka naye mazoea, ama ni mwanaume ambaye bado hamjaonana naye kabisa. <laughs> na yamkini cha ajabu, sasa siku ya leo uko kwenye mahusiano lakini kule kwenye ndoto umemwota ni mwanaume usiyemjua ambaye unaolewa naye, na uenda ndoto hii inaweza kana kuonyesha kwa kwamba huyo mwanaume ambaye uko naye kwenye mahusiano hayo sio sahihi, lakini yupo mwanaume mwingine ambaye atakuja siku za usoni na atakuja kukoa, na maisha yako atakuwa ya furaha. Na ndio maana uenda siku leo unahangaika sana, una struggle sana huyo mwanaume ambaye uko naye kwenye mahusiano, unaona una struggle sana huyo mwanaume ambaye unaishi naye ndani ya nyumba, lakini bado hajakuoa na unajiuliza ni kwa nini una struggle sana. Ni huyo, kwa sababu huyo mwanaume sio wa kwako, na ndio maana unamwota mwanaume usiyemjua anakuoa usiku unapokuwa umelala. Na pia ndoto hizi huwa zinamaanisha agano jipya, ahadi au unaingia kwenye hatua mpya ya maisha yako ambayo itakuwa na mahusiano ya kudumu. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya pili, ndoto gani ambayo ukiota ujue kwamba unakwenda kuolewa siku chache zijazo soon. Kama bado haujasubscribe channel yetu unaweza ukasubscribe, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya kuhusiana na ndoto uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado haujalike video hii, pale ulipo basi unaweza ukalike. Sasa ndoto ya pili ni ndoto ya kuota unavishwa pete. Ndoto hizi huwa zinamaanisha kwamba kuna agano jipya la ndoa ambalo linafanyika kwenye maisha yako. Yaani, pete katika ulimwengu wa roho ina maana ni agano kwa sababu ndoto hizi za pete pia zinaonyesha mwanaume ambaye unakwenda kumwoa atakuwa ni mwanaume ambaye ana status gani, ama atakuwa ni mwanaume ambaye yuko na level ipi ya maisha. Kama unaota unavalishwa pete ya kawaida kabisa, sio pete ya dhahabu, sio pete ya fedha, wala sio pete ya almasi inamaanisha kwamba mwanaume huyu ambaye anakwenda kupoa atakuwa ni mwanaume ambaye ana maisha ya kawaida sana, yani ana status ya kawaida sana. Lakini kama unaota unavalishwa pete ya dhahabu, ina maana mwanaume huyu ambaye anakwenda kumoa atakuwa ni mwanaume tajiri. Yes, atakuwa ni mwanaume tajiri, lakini pia ni mwanaume ambaye anaweza kwenda kuhudumia vizuri familia ambayo utapata pamoja naye. Lakini kama umeota umevalishwa pete na pete uliyovalishwa ni pete ya almasi ama diamond, inamaanisha kwamba utakwenda kuolewa na mwanaume ambaye ana utajiri usiokuwa kawaida. Yani huyo mwanaume atakaekuwa atakuwa ni mwanaume tajiri kwelikweli, anaweza kawa ni kiongozi huyu mkubwa, anaweza kaa ni mtu mwenye mavitu makubwa, anaweza kaa ni mtu mwenye maaseti mengi. Kwa hiyo ni kutokana na aina madini ambayo ile pete imetengenezwa nayo, itaonyesha we unakwenda kuolewa na mwanaume mwenye hali gani ya kiuchumi kwa unapoota ndoto hizi kwa makini sana. Kumbuka kama nilivyokuambia mwanzoni, ya kama unaweza kuota ndoto hizi, lakini bado usipokee baraka ndoa kama hautavifanya vitu ambavyo nitakwambia mwishoni mwa video hii, ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya kama umeota ndoto za namna hii, ili kuweza kufikia baraka hiyo ya ndoa ambayo inakuja mbele ya maisha yako siku chache zijazo usoni. Sasa ndoto ya tatu ni ndoto ya kuota umepanda gari na safari hili ambayo unasafiri ni safari ya furaha sana. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba siku chache zijazo usoni unakwenda kuingia kwenye safari mpya ya ndoa, na safari hii itakuwa ni safari yenye furaha sana kwenye maisha yako, na ndoa hii itakuwa ni ndoa ya furaha sana, utaishi maisha furaha ambao haujawahi kuishi kwenye mahusiano yako yoyote yale ambayo umekwishawahi kuishi. Watu wengi sana huwa mnaota mnapanda magari, lakini huwa mnajiuliza kwamba ni nini gari inamaanisha. Safari ya ndoa yani. Sasa unapoota huko safari ndani ya gari, unatakiwa kuwa makini sana. Kama uko ndani ya ndoto na unaota gari lile ambalo upo linakwama sana, linakwama sana, inatembea kwa kujivutavuta sana, hii inamaanisha kwamba hata ndoa yako itakuwa ni ndoa ya kujivutavuta sana, na itakuwa ni ndoa ya kukwama sana. Kama uko ndani ya gari unasafiri na unapokuwa na safari unaona kwamba kuna makorongo, kuna mabonde na milima, kuna maanisha kwamba ni kweli utaingia kwenye ndoa hiyo, lakini katika ndoa hiyo utakayoingia itakuwa ni ndoa ambayo imejaa misuko suko, itakuwa ni ndoa ambayo imejaa milima na mabonde, itakuwa sio ndoa ya furaha. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya nne, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe nda huu, na kama bado hauja like video hii na kubariki, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota unapewa zawadi ya samani. Zawadi hii inaweza kuwa ni vito au inaweza kuwa ni dhahabu ama inaweza kuwa ni vitu vikubwa, labda uenda unaota unapewa gari, labda uenda unaota unapewa nyumba, au unapewa kitu chochote kile kikubwa. Hii inamaanisha kwamba utakuja kupokea ndoa nzuri sana siku chache zijazo soni. Lakini ndoa hii utakayopokea, mtu huyu ambaye atakuja kukuoa atakuwa ni mtu ambaye anakuthamini sana, atakuwa ni mtu ambaye ana upendo sana na wewe, atakuwa ni mtu ambaye ana heshima sana na wewe. Ndoto hii zimejaa baraka kubwa sana. Unapoota ndoto za namna hii, shangilia kweli kweli, kwa sababu siku chache zijazo soni, ni kwamba unakwenda kupokea ndoa, na ndoa hii itakuwa ni ndoa ya heshima. Unajua, shida sio kupokea ndoa. Watu wengi wanapokea ndoa lakini, lakini katika ndoa alizopo wanaume ambao wako nao hawathamini kabisa. Unajikuta kama unauma, mwanaume anakuangalia tu. Unateseka, mwanaume anakuangalia tu. Unaisha maisha yako, mwanaume anakuangalia tu, hakuna kitu chochote, the man doesn't care at all. Sasa hiyo ni mbaya sana. Lakini unapoota kwamba unapewa zawadi za zamani, inamaanisha kwamba mwanaume ambaye atakuwa, atakuwa ni mwanaume ambaye anakujali sana, atakuwa ni mwanaume ambaye anakupenda sana, atakuwa ni mwanaume ambaye atakuwa yuko pamoja na wewe kwenye kila hatua ya maisha yako. Atakuwa ni mwanaume ambaye shida zake zitakuwa shida zako, shida zako zitakuwa ni shida zake. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya tano. Kama bado haujasubscribe chaneli yetu, unaweza ukasubscribe, na kama video hii inakubariki na umeipenda mpaka hapa tulipofikia, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya tano ni ndoto ya kuota unaingia katika nyumba mpya au unaingia katika chumba kipya. Nyumba mpya ni ishara mwanzo mpya na ni ishara ya familia mpya. Utakuwa ni mtu ambaye una familia yako, na familia hii itakuwa ni familia ambayo ina mafanikio kweli kweli. Yaani, wewe katika ndoa yako hautaishi katika maisha ya kifukara. Wewe katika ndoa yako hautakuja kuishi katika maisha ya kukosa. Wewe katika ndoa yako hautaishi katika maisha ya shida. Unajua, kuna watu wengi sana wanaharibikiwa na maisha ya kipindi wanachoingia kwenye ndoa. Kuna mtu unaweza kujikuta kwamba alikuwa na uwezo mkubwa sana kabla hajaingia kwenye ndoa alikuwa na vitu vingi sana kabla hajaingia kwenye ndoa, lakini baada ya kuingia kwenye ndoa anajikuta kwamba maisha yake yanaharibika, anajikuta kwamba future yake inaharibika, biashara zake zinaharibika, anakuwa ni mtu wa mastress, anakuwa ni mtu wa kushindwa, anakuwa ni mtu wa kuchoka. Lakini ndoto hizo za kuota nyumba mpya ni vice versa, anamaanisha kwamba utakapoingia kwenye ndoa utafanikiwa kweli kweli. Muda huu ninaingia kwenye pati ya muhimu sana kuzidi hata hizo ndoto ambazo nimekuonyesha, ni pati ya kitu gani ambacho unatakiwa kufanya baada ya kuota ndoto hizo, ili baraka ile ya ndoa ambayo umeiona kwenye ndoto uweze kuipata kwa haraka. Jambo la kwanza utafungua katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 inayosema kwamba, ninayajua mawazo niwaziayo ninyi ni mawazo mema, ni mawazo ya amani, wala si mawazo mabaya. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi, unasema hivi: Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa mbinguni, ninayajua mawazo niwaziayo mimi ni mawazo mema, si mawazo mabaya, ni mawazo ya kuleta heri siku za usoni. Baba, ninaomba kwa njia sasa, kama ulivyonionyesha kwenye ndoto hizi, ya kwamba nakwenda kupokea ndoa mapema sana kwenye maisha yangu, basi naomba ndoto hizi ziende zikatimie sawasawa na mapenzi yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ambaye ni hai. Jambo la pili la kufanya utafungua katika kile kitabu cha Efeso, sura ya 5 mstari wa 31 mpaka ule wa 32, inayosema kwa sababu hii mtu atamwacha babake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao si wawili tena bali ni mwili mmoja kwao utaingia kwenye maombi, utasema hivi: baba katika jina la Yesu Kristo ambaye hai, kama ulivyonionyesha kwenye ndoto hizi ya kwamba ninakwenda kupata ndoa mapema sana, mapema una unaweza kaandika hapo kwenye comment section na mimi nitakujibu mara moja. Na kama pia una shida binafsi, basi unaweza ukachukua namba ya simu ambayo inaonekana upande wako wa kulia chini wa screen. Utachukua namba hiyo ya simu na utanipigia moja kwa moja na tutawasiliana kama una shida binafsi. Usitume message, piga simu yako moja kwa moja. Pia unaweza kaendelea kutembea channel yetu hii ya YouTube maana nimetoa tafsiri nyingi sana za ndoto. Ndoto za kuota uko shuleni, unazini, unafanya mitihani. Unapanda milima, nimetoa tafsiri nyingi sana za ndoto. Kwa hiyo unaweza kaendee kutembea chaneli yetu hii na Mungu amenguni atakubariki sana. Muda huu basi, tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado haujasubscribe chaneli yetu, basi unaweza kusubscribe ili kipindi kuletea mafundisho mapya huo wa kwanza kuyapata. Na kama bado haujaliki video hii na imekubariki basi, unaweza ukaliki pale ulipo. This is apostle Deusi Sengo. Amen, shalom, peace.